Naam, sasa tunakwenda katika shairi nambari mbili. Wapi e, tunakwenda shekhe? Tuambie. E, huku bwana. mm -hmm. Tunamtafuta hapa, tunakutana na, na shairi la. Ni nani huyo? E. E. E, um, Masai. E. Masai. E. haya e, daktari wa mashairi, daktari wa mashairi yenyewe <laughs> yani yani haya anayatibu. <laughs> Haa, Haa, anasema anawacha wake wote lakini Masai, tutamwona huko, sijui kwa nini awache wake wote eh. Na bismillah anasema eh, aya siyo mazingira, si bwana, yani yani shairi lake unajua hata ile jina eh lenyewe linatisha eh, sauti pia haiji sauti, imenitosha kwanza kumwona Masai hapa, nimeganda nimemtia ise bwana <laughs> <laughs> na haa, ya, bismillah Haya siyo mazingara, sijachezewa akili uh -huh. ziko thabiti fikira na uondosha muhali uh -huh. nina via cha visura ni unene peshe mwili pai, pai. nawaacha wake wote nabaki na Mmasai <laughs> uh -huh. Wala sina masihara, talaka tatu kamili hey. Biasha wa Makadara, mgoni wa bomba mbili abaki yoyo parura, masai wa Munduli <laughs> nawaacha wake wote na baki na Mmasai, naam wake wawili hasara, mnanitia kabali. mm -hmm. kila siku mihadhara, ya kiarabu enaya mbili mm -hmm. mnani kunjia sura, nisipo hapa nauli mm -hmm. nawaacha wake wote, nabaki na Mmasai. mmeshajaza vijora, kabati kumi na mbili hey. Wacha piko za kuchora mafuta ya bei ghali, na cheni za kwaoso na ra za chinga hazi yajili. mm -hmm. Nawaacha wake wote nabaki na Mmasai. Kinachonipa hasira kila siku mashughuli. mm. Leo iko maisara, na kesho kwa masughuli, pesa nitoweka chara. Mara hii sikubali <laughs> wake wote nawaacha, nabaki na, na Mmasai

Miaka sita na ishara Masai mke wa kweli mm -hmm. hajani dai ikijora zaidi ya shuka mbili, eh, kichwani <laughs> kwake kipara, miguuni kanda mbili <laughs> uh -huh. nawaacha wake wote na baki na Masai, Masai hana gharama <laughs> Masai, bwana, hana hanama, anasema uh -huh. Anampa shuka hizo, shuka mbili. Ndio alipomoa, amempa shuka hizo <laughs> <laughs> mashuka mawili haya ya, hey, yawe kutoka nchi fulani hey. Hasabu inakuwaje shekhe? Najua ni mfanya biashara. <laughs> Kwa hiyo yeye huyu Masai na, mm -hmm. Anamuonesha kwamba amemuonesha yale mepesi mepesi, mm. Okay. Nataka shuka la India, hey, asante asa. <laughs>